Na Mahakama ya Ajira jijini Nairobi imebatilisha uamuzi wa kampuni ya KETRACO wa kumsimamisha kazi Mhandisi Antony Wamukota, ikitaja hatua wa hiyo kuwa kinyume cha Katiba na inayokiuka haki za msingi za mfanyakazi. Jaji Bayra Mongaya aliamua kwamba likizo ya lazima miezi mitatu aliyopewa Wamukota ilikosa msingi wa kisheria. Mahakama ilibaini kwamba bodi ya KETRACO ilichukua hatua hiyo bila kutoa sababu za maandishi na ilizidi muda wa siku 30 naoruhusiwa kisheria na licha ya kukamilisha mchakato wa kinidhamu kuhusu ununuzi wa transforma mnamo Juni mwaka 2024, Wamukota alisimamishwa tena Septemba mwaka 2025 kinyume cha sheria. Hivyo basi mahakama imeamuru warejeshwe kazini mara moja na kuzuia mashtaka mapya kuhusu suala hilo. Na mtazamaji, watoto watatu miongoni mwa wanne walio